Taarifa ya msamaha kutoka wizara ya kazi Oman, umoja wa tadio unapenda kwa taarifa watala vibali halali vya kazi. Hi guys, habari zenu, vipi hali, mnaendeleaje? Natumaini mnaendelea vizuri kabisa, nami namshukuru Mungu kwa afya njema na pumzi ya bure Namshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anatujalia. Hata kuwa hivi wazima, ni neema ya Mungu tu, hatukustahili na wala hatustahili. Guys jamani, niko wapi hapa? Eh, oneni jamani, kuna milima huku niliko eh. Haya jamani, ndugu zangu, wageni, nawakaribisha sana Happy Housekeeper. Mimi naitwa Happiness, niko Uarabuni. Kama unaniangalia kwa mara ya kwanza, karibu sana na jisikie huko nyumbani, jisikie huko huru. Ukiwa una swali, ukiwa una maoni ushauri, chochote, ukiwa unataka kuona video ambazo zitakusaidia unaweza ukaandika chini. Jamani, mnataka video za aina gani? Napokea maoni na ushauri, kwa sababu mimi ni mtu najifunza kila siku sijakamilika asante sana kwa kusubscribe guys thank you so much for subscribing english is coming mm -hmm. forgive me for that <laughs> i would like to welcome you all guys because i see there are many people watching me around the world and i have seen people from usa from uh, germany and many many Countries. So, uh, I'm sure that there are some people watching me and they can't speak Swahili. And Swahili is my language, so forgive me if I speak more of Swahili. And today's video, guys. <laughs> Guys, nimerudi tena. Mnisamee, sauti yangu bado haiko sawa. Jana sijalala vizuri kabisa, sauti inani inanisumbua, koo linauma, lina sio linawasha, bora lingewasha, linauma. Na, kuoa, na kikozi kikavu. Okay, lakini namshukuru Mungu leo, angalau sijui, saa hizi sijui imetokea nini, naona sauti mbona inaanza kuja nzuri eh? So guys, niko hapa, nianze ni tu kwa kusema kwamba nimekuja kumuona uh, mdogo wangu mmoja hivi, nichukue mzigo nipeleke kwa ndugu yangu Mariam Msukuma, amenituma hapa na bahati mbaya au nzuri <coughs> kwamba mtu ambaye mfuata, amelala usingizi, kwa hiyo kwa hiyo ujue na kudai. Umesikia, mama anaitwa mama ab abrili ujumbe kuhusu ndugu, kwa hiyo nitatumia nafasi hii kurekodi hii video vido. Kwahiyo ni bahati zuri na bahati mbaya pia. Okay. So guys, nimepata ujumbe hapa kutoka kwa ndugu yangu Msukuma. <laughs> Mm, Msukuma uko vizuri sana. Nashukuru sana jamani, mkiwa mnapata vitu na mjui jinsi ya kushea mniambie, ili niweze kushea okay? Sasa kuna ujumbe hapa umetoka Tadio. Wale ambao hawajui Tadio ni nini? Kifupi cha Tadio ni Tanzania Diaspora in Oman. Watanzania wanaoishi nchini Oman. Okay. Na taarifa ya msamaha kutoka Wizara ya Kazi Oman. Okay, ujumbe uko hapa. Msije mkasema natunga. Siwezi kutunga hivyo, sina wakilio. Assalamu alaikum. Umoja wa Tadio unapenda kuwa taarifu Tanzania wanaoishi Omani ambao wanaishi bila vibali halali vya kazi, yaani wawe wame overstay. Overstay maanaake wamepitisha muda wa, ule bataka, wa ile bataka, wamekimbia sehemu zao za kazi au bataka Omani ID zao zimeisha muda wa matumizi yake au hawana kabisa <coughs> samani Okay, meelewa yaani, wamekimbia sehemu zao za kazi au hawana uh, sehemu zao za kazi au bataka Oman ID zao zimeisha muda wa matumizi yake au hawana hiyo, imeisha muda au hauna bataka, hili tangazo linakuhusu wewe, ndugu yangu. Serikali ya Oman kupitia wizara ya kazi imetoa msamaha hadi tarehe thelathini na moja mwezi wa saba kwa ambaye anataka kusafiri kurudi nyumbani. Serikali ya Omani kupitia wizara yake ya kazi imetoa msamaha hadi tarehe thelathini na moja mwezi wa saba kwa ambaye anataka kurudi kusafiri kurudi nyumbani, awe hana makosa ya kijinai . Msiniulize sasa makosa ya kijinai ni nini, tafuteni makosa ya kijinai ni nini. Ni makosa makubwa sana hayo ambayo hayawezi kukuruhusu kuondoka Awe, ha, awe na pasi yake ya kusafiria au pasi yake ya kusafiria, manake uwe na pasipoti yako, au kama huna pasipoti, bosi ameizuia, inabidi uwe na ETD, yaani hati ya dharura ya kusafiria. Kuna wakati watu wanapoteza bata, uh, passport au mabosi wengine watakaki kutoa passport, kwa hiyo ubalozi utakupa hati ya dharura ya kusafiria. Tadio kwa kushirikiana na ubalozi wetu wa Tanzania, Omani tunaomba wanaotaka fursa hii kujito, kujiorodhesha na kupata ushauri unaohitajika ili mchakato uweze kufanikishwa kwa upesi, kwa wepesi ili kupata linki ya kujiorodhesha jiunge kwenye grupu la Tadio au B, ah, Tadio A au B. Okay? Ili kupata linki ya kujiorodhesha jiunge kwenye group la Tadio A au B, na nitafanya kila linalowezekana ni nipate hiyo group. Mimi nilishawahi kujiunga, lakini simu yangu ilileta shida. Nilibadili simu, kwa hiyo nikaondoka <coughs> nikaondoka kwenye group. Kwa hiyo sasa ninafanya mpango nirudishe nijirudishe niji kwenye group, ili yule anayehitaji anifuate inbox, nitamtumia link ya group A au B. Okay, baada ya muda wa msamaha kumalizika, kama ilivyoelekezwa, hatua na taratibu za kisheria kutoka mamlaka zinazohusika zitaendelea kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Imetolewa na uongozi Tanzania Diaspora in Oman Tadio, tarehe sita mwezi wa nne, elfu mbili na ishirini na tano leo ni tarehe saba. Hili tangazo limetolewa jana jana, juma pili. Leo ni Jumatatu. Mimi nimepata huu ujumbe, nasema asante sana Msukuma ni, aa, ni mjumbe wangu amenitumia ujumbe, namshukuru sana Msukuma. Asante sana Msukuma, popote ulipo Mungu akubariki sana kwa kuwajali ndugu zako, ndugu zetu kina shagala wote. Kwa hiyo basi Jamani, nawatakieni utekelezaji mwema, msiwe wakaidi, wale ambao wana hofu hofu. Jamani, tafadhalini sana, nitawaomba mshare hii video ili ndugu zetu wapate huu ujumbe, huko kuna upepo jamani. Shareni hii video ili ndugu zetu wapate ujumbe, msiwe wachoyo jamani, usije ukawapita huu ujumbe halafu wakajuta. Sasa hapa sijajua kwa wale ndugu zangu ambao walikuja kwa visiting visa, halafu imeshindikana kuchange visa na wamebaki hawana bataka, itabidi pia nitaomba ushauri, watasaidiwa vipi? Maana wengine labda wanatamani kurudi nyumbani, wamekwama sehemu fulani. Kwa hiyo naamini Mungu atasaidia, atafungua mlango. Haikuwa kusudio lao, hawakupanga iwe hivyo, walijua watakaofika watafanyiwa bataka, lakini mambo yamekuwa mazito. Naamini Mungu atafanya njia. Jamani, okay. <coughs> Eh, nimeongea sana, nimeongea sana mama mtumishi. Msiniite mama mtumishi wa Mungu, niteni mama mtumishi wa kina shagala okay guys, la tulipani kefu. Niko hapa. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho, na tafadhali share hii hii video, share hii video Okay, ni mimi mama mtumishi wa kina Shagale nikiwa nchini Omani. Mungu awabariki sana kwa support zenu. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kunisupport jamani. Na asante sana kwa kuendelea kusubscribe. Msisahau jamani, kuwa like, ku ni like hii video. Mnaninyimaga like, hii hii video. Mna like hii, si vizuri. Okay? Tuonane tena wakati ujao. Bye, guys.